Watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi huku wengine wawili wakijeruhiwa katika shambulizi la majambazi lililotokea mapema asubuhi ya jana eneo la Loberer, kwenye barabara ya Marigat kuelekea Chemolingot. Waathiriwa, ambao walikuwa wakielekea katika soko la Nginyang, walivamiwa na majambazi wanaoshukiwa kuwa wamegeuka kuwa wanyang'anyi wa barabarani. Washambuliaji walilenga msafara wa wafanyabiashara uliokuwa ukisindikizwa na polisi, ambapo malori mawili yalishambuliwa kwa risasi. Hali ya taharuki imetanda katika eneo hilo kutokana na mauaji ya wanaume wawili waliokuwa madereva, huku polisi zaidi wakipelekwa kuimarisha usalama. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika makafani ya Hospitali ya Kaunti ya Baringo. Tume intensify patrols along that highway na uh, leo uh, wale hiyo hiyo mashambulishi ambayo ilipatikana ilifanyika asubuhi, ni bahati kwamba uh, askari wetu walikuwa kwa hiyo msafara, kwa sababu you can imagine kama hangekuwa kungekuwa na askari uh, uh, nini ingetokea. Kuanzia leo tutakuwa tunaongeza patrol katika hiyo barabara uh, magari yataweza ku uh, pewa escort yale ambayo tunaona kama uh, inaweza kuwa target lakini generally tutaimarisha e, usalama katika hiyo barabara. Hii risasi hii bunduki alishuti, hii alishuti akuwa mbele yangu, lakini mimi sikusimama. Sasa wakati nilipo, wakati nilipokosa kusimama kwa j nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa kwa speed nikaenda nikapita, ndio aliweza kupiga hii risasi ambayo imepiga pande hii na ndio imeua huyo ambaye tulikuwa naye. Naomba serikali ingilie tu kati, wakutanishe jamii ama waite wenye wanahusika, kama upelelezi itafanyika, upelelezi ifanyike, ipate kujulikana ni watu gani ambao wamekuja kushambulia wafanyabiashara wetu.